Oh, haleluya hey. Mungu ninakushukuru kwa siku hii ya leo, Simba Sports Club kupata ushindi. Mungu tunasema asanti, mwendelezo huu ulioanza mpaka tunaenda kuchukua ubingwa wa kombe la Afrika barani Afrika. Mungu nasema asante kwa yote yaliyotokea siku ya leo. Washabiki wa Simba wamefurahi, viongozi wa Simba wamefurahi, na wanachama wa Simba wamefurahi na Watanzania kwa ujumla. Tumeikomboa taifa siku hii ya leo, na watu wote waseme amen. Huyu kocha wa tatu ametuonyesha kitu kipya. Kuna jambo limebadilika ndani ya Simba. Hii ndo Simba ambayo watu walikuwa wanaitaka siku zote. Simba yenye kasi, Simba yenye spidi, Simba ambayo inamiliki mpira, ndo kitu ambacho tumekiona siku ya leo. Huu mpira hatujauona ndani ya miaka mingi sana. Miaka imepita mingi Simba, hatujauona Simba kama hii ya leo. Simba ya leo imerudisha matumaini mapya na ni Simba inaonekana kwamba itakuja kufanya mambo makubwa zaidi, sababu iliyofanywa imefanywa kwa wakati na watu wameingia, wameingia kwa wakati, na jambo limeonekana jambo ya siku yale kwamba Simba ina kitu kitu kikubwa siku zijazo ndani ya, ya, ya taifa hili. Aliwapa mwanga Saidi Sonangu dakika 45 za kwanza. Kumzungumzia kwanza hapo, ah, kwa ujumla Nangu kaonyesha kitu cha ya peke yake, sio yeye tu, hata, hata, hata beki huyu namba 2 Kaonyesha kitu kikubwa sana ni wageni, lakini wamekuja kuonyesha kitu kikubwa ndani ya Simba. So, akasababisha magoli mawili. Ni mtu ambaye kaonyesha kitu kikubwa. Kibu Denis katumia uzoefu wake ili kuweza Simba kupata ushindi na kupata ushindi wa magoli matatu bila. Hii ni indicator ya Simba kwenda kuchukua ubingwa barani Afrika. Hii ni Simba ambayo imekuja kipindi sahihi. Wachezaji sahihi, wanaotoka, wanaoingia, wanaingia watu ambao ni sahihi ambao wanaweza kumpa matokeo muda wote. Ndio kilichotokea siku ya leo. Siku ya leo taifa limekombolewa. Jana watu wamehuzunika lakini Simba kama kawaida yake mechi za mataifa kama nyumbani, leo tumekomboa taifa. Watu wamefurahi, taifa zima limefurahi siku hii ya leo. Hapana, mimi naona mchezaji sahihi. Kwa sababu gani? Yeye kwanza muangalie, ndio aletwa Afrika ile, ndio sababisha goli la kwanza. Kwa hiyo ni mtu ambaye amecheza vizuri sana, sio yeye tu, timu kwa ujumla leo. Hata leo ningemchagua mchezaji ningeshindwa, wachezaji wote leo walikuwa vizuri sana timu inakimbia, timu ina kasi, ndio kitu ambacho tulikuwa tunakikosa ndani ya Simba Sports Club. Inaonyesha fadu alikuwa tumemendea timu yetu kizo cha kuondoka, anatumemendea timu baada ya kuondoka. Sasa hivi timu inakimbia, timu ina kasi, timu inacheza, mwenyewe una enjoy. Tulikuwa tunashikilia roho dakika zote, kuanzia dakika ya mwanzo mpaka mwisho, lakini leo tuna enjoy. Mpira unaanza tu unaona kama kuna kitu hapo, pasi zinapigwa, watu wana kasi na inaonekana kabisa kwamba Simba mwaka huu kuna jambo amezamiria kubwa sana, ni kuchukua ubingwa wa, wa wa Afrika Finali. Finali, mwaka jana niliwaambia Simba atacheza fainali na kombe la shirikisho. Mwaka huu nawatangazia tena watu kama hawajui, kama utanyamaza, kama utakubali shauri zako. Simba ni bingwa mpya kwanza, mpaka midai tushaenda makundi, mpaka sasa hivi bingwa mpya ni champion. Kila kitu kiko ndani ya Simba. Kwanza tuna mastrika aina zote, tuna mastrika kufunga kwa kichwa, tuna mastrika kufunga kwa penalti, tuna mastrika kufunga kwa faulu kwa, kwa, kwa tuna mastrika kufunga kwa, kwa, kufunga kwa, kwa kona. Kwa Simba imeenea kila wakati. Simba isipochukua ubingwa itachukua ubingwa mwaka gani? Simba imeenea kwa kila kitu. Kuanzia beki mpaka mfungaji. Kocha mwenyewe anapata wakati mgumu. Wale kwa benchi unaona walipo. Walikuwa wanacheza watu wanaona jinsi walivyo. Kwa hiyo Simba mwaka huu inaenda kuchukua ubingwa wa barani Afrika. Mwaka jana wameambia inaenda kuchukua kombe la shirikisho bahati mbaya kaingia fainali. Lakini Simba hii naiona inaenda kuchukua ubingwa wa Afrika mwaka huu. Kuna Pyramid huko. Pyramid ni mdogo sana kwa sasa hivi. Eh? Yeye mjajua kuna mambo yamebadilika sana. Simba kuna vitu vimebadilika vingi sana. Kwanza sasa hivi tuna manager. Hatuna kocha. Mm-hmm. Hiyo namba moja hiyo. Kitu cha kuwa na manager yetu kwenye timu, tumeiga kama Ulaya. Ni timu ambayo ina, ina vinasaba vya Ulaya, Simba Sports Club. Pili, mwalimu mwa e, wa, na, wa hey. Simba tulivyomwona safari hii. Kuna wazungu nimeona hapo hawa. Yeah. Mimi kanyoe kwa peke yako wazungu kwa hawa. Eh, mmoja na mmoja anamnongoneza eh. Sasa Simba kwa nini sichukua ubingwa? Kwa mwaka huu wenyewe tushindwe tu. Mwaka ubingwa wa ligi, ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika Simba anabeba. Kama mtu anakataa na akatae. Mimi ndo nasema haya maneno. Bingwa wa Afrika mchungaji ni kamba ndefu sana. Na kwa nini mnaona ugumu? Mbona Simba cheza finali? Eh, kwa shirikisho ni wale wale wale, kwa klabingwa wale, kwa shirikisho ni wale wale, wana tofauti ndio kina pyramid kina national ni wale wale tu. Mna tofauti, msiogope jina. Unamtaja Yanga na yeye sana, ana mwendo, kashamaliza mwenzetu yalo. Tusimpigie mahesabu, hayupo tena Yanga kashamaliza. Mwendo ni moja tu, kashamaliza mwendo. Kwa timu hii nasema hivi, kwa timu hii ulivyoiona tunategemea miujiza. Miujiza inatokeaga, leo tusubiri miujiza. Eh, sioni Yanga, Yanga ikiendelea na mashindano hata kibadilishwa, kwa sababu shida ya Yanga sio kocha, Shida ya Yanga ni aziki ya pamoja na ucho. Ndio Yanga alipolemewa hapo. Ah. Umetoa ki, yani umemtoa aziki ambaye mechi ya jana anaamua. Umemtoa mwalimu ambaye ni dokta, mimi namuita teacher ambaye alikuwa anaamua Yanga icheze vipi. Zingeli peleka pale. Mpelekee Pacome. Mpelekee huyu hapa. Leo, leo hata huyo konti ambaye umemsajili. Leo anaonekana Ndambuli ana faida kuliko hiyo konti. Kwa hiyo wenzetu wale mwendo wameumaliza. Wapumzike wawachie wenye wenye ligi yao kila bingwa barani Afrika.